Roma Mkatoliki amewaita wasanii wa Tanzania kwamba wao ni manyumbu na ametoa sababu zake za kuwaita manyumbu, awaite ma, awaite wasanii wenzake manyumbu. Yani, kwa, kwa, kwa, wanani disappoint sana wanani disappoint mno, ni kama wana ile mob psychology. Hawatendi kitu mpaka waone fulani kaanza, then ndio wote wanaunga tele kama manyumbu. Sipendi kuwaita manyumbu, lakini ni sawa tu, maana kuna mmoja alitwita kenge kikubwa ambacho kimefanya Roma awaite ma wasanii wenzake manyumbu ni kwamba, unakumbuka juzi wakati swala la watanzania kuuawa na mali kuharibiwa, tulitegemea watu wenye ushawishi kwenye jamii hususan ni wasanii kuja kukemea matendo ya serikali kuwaua raia wasiokuwa na hatia na vitu kama hivyo, ama pia kuasihi watanzania kusitisha masuala ya maandamano ili kuweza kuleta maridhiano, lakini walikuwa kimya mpaka pale mmoja wao alianza kupost na ndio tukaona post za wasanii wengi sana, kitu ambacho kime hata watu wengi wajiulize kwamba lazima watakuwa wametumwa na serikali, sio bure. Yaani ni kitu ambacho wameongozwa kabisa, maana ujumbe ambao walikuwa wanautoa ni ujumbe ambao kama ulikuwa unafanana hivi, lakini pia kipindi ambacho walikuja kutoa ujumbe wao ni kipindi ambacho kilikuwa almost at the same time, yakani wakati walikuwa nakutana posts za uh, masters zilikuwa zinafuatana, ma influencers waigizaji na wanamuziki wa Tanzania. Ni kama design kama walienda kupost ama kuweka ujumbe huo kwa wakati mmoja. Sasa upande wa Roma naisi kabisa kwamba hao ni kama manyumbu, yani paka mmoja afanye kitu, hamna mtu ambaye ana mawazo yake huru kuja kuamua kufanya kitu tofauti na wasanii wenzake. Mmoja kishafanya basi ndio wanafuatana kama hivyo. Yani kama ilivyokuwa kwenye campaign tu, wakati mmoja aliamua kuingia kwa ajili kutaka kusupport na kuingia kwenye masuala ya campaign na wote wakafuatana huko huko. Wakati kila mmoja alikuwa anamsifia Mama Samia kusifia swala la sijui kutiki oktoba na vitu kama hivyo wote walikuwa wanafuata mkumbo huo huo. na sasa imekuja swala la wa watanzania kuageuka na kuakasirikia kama ilivyo sasa hivi wote wakawa